ndogo tunahitaji kuweza kuitoa mbele yenu. Watu wengi humjua Salim Kikeke na kwa maarufu, yeye ni mtangazaji kinara ambaye alikuwa anapatikana katika BBC London. Kuna siku alikuja katika kisiwa cha Zanzibar, basi baada ya kuja katika ofisi yetu alinikuta nimekaa katika kiti na kompyuta yangu, baada kunikuta nimekaa katika kiti na kompyuta yangu pale natulia Salim akanambia anahitaji kuweza kuongea na manager wa kampuni ile ambayo anaweza kunikuta, nikamwambia hamna shida, nikamwonesha mlango, akatangulia akaenda kokana kuweza kuongea nao. Basi kumbe kitu cha muhimu ambacho alichokuwa anakihitaji kuweza kukifanya Salim Kikeke ni kwamba kuondoka na mimi katika kisiwa cha Zanzibar na kuweza kumpeleka kuweza kutalii sehemu mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nikajiuliza hivi, kwa nini mzawa wa Tanzania anahitaji niweze kumpeleka katika safari mbalimbali licha mbali ya kuwa yeye ni mtangazaji pia na mtu ambaye anakuwa ameranda sehemu nyingi. Nikagundua kwamba Salim aliweza kufika hadi London kuweza kutangaza taarifa za habari haipungui miaka ishirini. Nikasema ihi mm, itakuwa huu ndio udhaifu wake kwamba kuna sehemu itakuwa ameweza kuzisahau. Basi nikaichukulia ile fursa nikamrandisha sehemu mbalimbali kama unavyoweza kuziona hapo. Mwisho wa siku akaweza kufurahi na kuweza kuvaa hata kanzu ili kuweza kuonesha mwonekano ambayo ulikuwa mzuri. Basi kwa mtu yoyote ambaye anahitaji kuweza kufanyiwa vitu kama hivyo anahitaji hapo aweze ili niweze kumfahamisha vitu.